Taifa Star ni fahari ya Tanzania, nyinyi ni fahari ya taifa letu, na mmeota ndoto kubwa sana. Ndoto hii imeotwa kwa miaka mingi, tangu mashindano haya yaanzishwe imekuwa ni ndoto ya Watanzania. Lakini leo tunashuhudia ndoto hiyo iliyo kubwa kwa miaka yetu yote kama taifa ikitekelezwa chini ya umri wenu na kipindi chenu. La tatu, mmefanya mazoezi ya kila namna. Ukimuuliza kocha, ukauliza benchi letu la ufundi, mmefanya kila namna ya mazoezi. Kwa lugha nyingine, ni kwamba mmetrain kwa kadiri mwezavyo. Ombi langu kesho, mfanye kila kinachowezekana, mcheze kama timu moja timu ambayo iko tayari kufa na kupona si tu kwa ajili ya Tanzania bali kwa ajili ya historia na kizazi kijacho. Nende na moyo mkuu wa ujasiri na ushujaa, na msiache kitu eh. Kama kuna ufundi uliokuwa nao, kesho ndo siku ya kuonyesha kwenye uwanja wetu. Kama kuna nguvu ulikuwa unataka kuibakiza, naomba kesho iwe kufa na kupona. Hatuko tayari tena kufungwa na mashemeji zetu, yaani Waganda. Sisi ni halali yetu. Mmeonyesha uwezo mkubwa sana juzi sana, na ndio maana nilikuja kwa pale dressing room, nilikuwa na furaha, pamoja na kwamba tulikuwa hatujapata yale tulioatamani, lakini mlitupa nguvu hata wengine na kuhakikisha kwamba Watanzania wako na nyinyi kuwathibitishia kwamba watanzania wako na nyinyi. Juzi baada ya mechi na, na jana nimepokea simu za Watanzania, simu za Watanzania, sio viongozi wa serikali. Viongozi wa serikali maelekezo yake tayari waziri wetu ameshafanya nini, ameshatoa lakini kuhakikisha kwamba Tanzania nzima iko pamoja na nyinyi. Juzi na jana nimepokea simu, na walionipigia simu ni watu naowaamini na kuheshimu, wameniambia nenda kawaambie vijana wa Taifa Stars sisi watanzania tuko pamoja na wao na mechi ya kuanzia kesho ya Uganda na mechi ya Tunisia watanzania wananunua goli moja kwa milioni mia moja wakaniambia wakifunga magoli mawili tuna milioni mia mbili wakifunga magoli matatu tuna milioni mia tatu na wakaenda mbali zaidi wakasema kama ikitokea hata kama wamefunga goli moja wakachukua pointi tatu maana yake mnabeba milioni mia tatu. Naomba nirudie tena, ikitokea mkafunga goli hilo moja, lakini tukapata pointi ngapi? Wamesema milioni mia tatu zao zipo, na wakaniambia hii ni mechi ya Uganda na ni mechi ya Tunisia, maana yake mechi yetu ya tarehe ishirini na saba na mechi yetu ya tarehe ngapi, thelathini. Upendo huo wa Watanzania haujaishia tu kuwaombea dua, haujaishia tu kuangalia kwenye TV, lakini wamekubali pia kutoa pesa zao. Lakini ni waombe sana Watanzania, na mi nilifuatilia ni kwamba kama kuna mpira ulitazamwa ni wajuzi wa Nigeria na Tanzania, Watanzania wote walikuwa kwenye TV. Mheshimiwa Rais Daktari Samia, Daktari Mwinyi viongozi wetu akiwepo wa na waziri mkuu mtendaji mkuu wa serikali wote walikuwa wanaangalia vijana wao wanavyopambana kwa heshima ya taifa lao. Imani yangu ni kubwa kwamba watanzania mmewaongezea morali. Kwa hiyo kesho mtegemee ile saa mbili na nusu ya usiku kwa masaa ya Tanzania, ambayo ni saa kumi na mbili na nusu kwa hapa Rabat, Morocco, wa Tanzania wote watakuwa kwenye nini? Kwenye tv wakiwa wote kwenye TV. Maana yake zile nafasi mnazoziona uwanjani za wazi zile, muamini kuna malaika waliotumwa na Mungu kuja kuwashangilia. Yaani, wakati wenzenu wanapigiwa makelele yale, mengine nyewe waza tu ile nafasi ya wazi ile, kuna watu ambao siwaoni kwa macho ya mwili, lakini huko wamejaa kwenye ma TV wakinishangilia navyopigania taifa langu. Twendeni tukafe na kupona kwa heshima ya taifa letu.